Uh, narudia tena jinsi ya kuweza kuangalia matokeo ya mtihani wa taifa darasa la saba pale yatakapotoka. Siku si nyingi matokeo haya yatakwenda kutoka, kwa hiyo website salama au official ya kuweza kupata matokeo haya, nataka nikakuonyeshe kuonyeshe. Hatua ya kwanza kabisa, naenda katika simu yako sehemu si ya Google au browser wote unaotumia andika NECTA, andika NECTA, alafu search Ki search itafunguka website ya NECTA ambayo ni necta.go.tz. tz kwa hiyo andika necta.go.tz katika Google ili uweze kupata matokeo haya katika sehemu salama. Matokeo haya utaweza kuyaona hapa katika website hii. Hakikisha website ambayo unaingia ni hii hapa ya The National Examination Council of Tanzania. Hii ndio website pekee ya NECTA ambayo inatoa matokeo ya mitihani yote ya taifa iwe darasa la saba iwe form two, iwe kidato cha nne cha sita na kuendelea. Kwa hiyo matokeo yote utayapata katika website hii. Jinsi ya kuweza kupata matokeo katika website hii, utakapofungua namna hiyo, unaweza ukashuka hapa chini na ukaweza kuona matokeo katika sehemu hii ya news, lakini kama hapo haujaona, utakuja katika vidoti hivi vitatu hapa juu. Baada ya hapo, ndio kwenye sehemu hii ya result fungua sehemu ya resulti. Baada ya hapo utagusa sehemu hii iliyoandikwa PSLE. PSLE ni matokeo ya shule ya msingi ya darasa la saba, na sehemu hii utaweza kuona 2025, utaweza kuiona hapa 2025, na linki yake utaweza kuwekewa katika sehemu hii ya chini kama inavyoonekana. Unachotakiwa kufanya ni kugusa hii linki hapa ili iweze kufunguka na baada ya kufunguka utaweza kuona mikoa yote ya Tanzania utaweza kuona utachagua mkoa wako ambao wewe upo na unataka kuona matokeo yake. Kama ni Mwanza basi, utafungua hapa sehemu ya Mwanza, na ukifungua Mwanza utaweza kuona wilaya zote ambazo ni za Mwanza. Kuna Buchosa kuna Magu kuna Sengerema kuna Ilemela kuna Misungwi kuna Ukerewe kuna Kwimba, alafu kuna Mwanza CC. Kwa hiyo hapa sasa utafungua wilaya yako ambayo unataka kuangalia matokeo yake, labda ni wilaya ya Ilemela, utafungua hiyo Ilemela Ukishafungua ile mela utaweza kuona matokeo yake, au utaweza kuona <coughs> shule zote ambazo zipo katika wilaya hiyo. Kwa sasa utachagua shule ambayo unataka kuangalia matokeo yake, utachagua shule yako ambayo unataka kuangalia matokeo yake, na matokeo ya shule hiyo utaweza kuyaona kama jinsi ambavyo mfano huu unaonyesha hapa o hii ni njia ambayo unatakiwa utumie unapotaka kuangalia matokeo ya mtihani wa taifa darasa la saba pale yatakapotoka. Siku si nyingi, matokeo haya yatakuwa yametoka. Kwa hiyo njia pekee unaotakiwa kutumia au kufuata kuweza kuona matokeo haya ni njia hii ambayo nimeweza kukuonyesha hapa. Na kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel ya FEABOY, tafadhali bonyeza ndio subscribe, like video hii, share na video hii na wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi. Asanteni na karibuni.